Siri. Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha mimi na nyinyi leo kukutana katika siku hii adhimu ya kuadhimisha sikukuu ya mtoto wa Afrika. Lakini nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadau wote ambao wameona umuhimu wa kukusanyika leo na kuwakumbuka watoto wetu eh, katika mambo mbalimbali ikiwemo kauli mbiu ya sasa hivi ya mwaka huu kwamba watoto kusikilizwa, kulindwa na kuonyeshwa jambo eh, ambalo linahitajika. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana Pink Hijab Initiative ambayo ni watoto wangu wazuri sana na nitamani muda mrefu mimi niliwaona hapa naanakubwa sana kwa kazi welu nzuri sana mnayofanya. Naamini kabisa Mwenyezi Mungu atawalipa mazuri na mengi mei na kesho fera. Lakini pia nichukue fursa hii, ametumia fursa hii kushukuru uongozi wa Tunu Pinda Foundation kwa kazi nzuri hii ambayo wamefanya kushirikiana na Pink Hijab, lakini pia Amana Bank nilisikia vizuri sana branh mea kutoka hapa Dodoma. Ni benki ambayo napita mara nyingi pale, naiona. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kweli, na pamoja na maji ya uhai, ndio ni wadhamini wenu pia. Kwa kweli kazi hii ni, ni kazi ya wito mliyoifanya, kwa sababu ulinzi na ulezi wa watoto ni wetu sote taifa zima. Kwa hiyo mimi hapa leo nimefurahi sana kukutana na ninyi wote Nikiwa kama mlezi, nikiwa kama mzazi, ninaelewa kwamba mtoto wa Afrika bado ana thamani kubwa kuliko mabara mengine. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu bado maadili yetu hayajafikia kiwango kibaya cha nchi nyingine ambazo ziko nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo hilo ni jambo la kujivunia na inabidi tuliendelezi wote hawa Amana Bank, Tunu Pinda Foundation, lakini na wenyewe iliosababisha kuwepo kwa tukio hili Pink Hijab Initiative wanastahili hongera sana. Nimejua <laughs> kuna shule za msingi mbili hapa, shule ya Mlezi na shule ya Amani. Shule ya Mlezi ni shule limishi. Kwa kweli hii inabidi tuitilie mkazo. Najua serikali inajitahidi kiasi cha kutosha kuhakikisha watoto wetu ambao wana mahitaji maalum na wao wanapatiwa elimu. Kwa hiyo nimemsikia hapa mtoto ambaye ametoka shule ya Mlezi ambaye ana changamoto ya kuto kuongea vizuri, kama alivyokuwa anasema mwenyewe, na anatokea Dar es Salaam, lakini maombi yake nimeyasikia. ninaamini kabisa Wizara ya Elimu ambayo ni wizara husika, lakini tukishirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, mambo haya yanawezekana, na mimi nalichukua kama nilivyo na nitaiwasilisha kunapohusika kama nilivyopokea. Ni muhimu sana wazazi na walimu kuwa na ushirikiano wa karibu, nikiamini kwamba wazazi ndio wazazi na ni walezi, lakini walimu, ukiondoa mzazi, basi mwalimu ni mlezi wa pili. Kwa hiyo niwashukuru sana walimu wote ambao mnajitolea. Mimi nasema kazi walini, ya ualimu ni kazi ya wito, kwa sababu maslahi yake inaweza yasio makubwa sana, lakini kazi mnayofanya ni kubwa, ulezi wa watoto, sisi tunaolea nyumbani tunaojua o kazi ya pili inayofanya nyinyi ni walezi namba mbili. Nawapongeza sana walimu wote ambao wanashughulikia shule mbili, nikiamini kwamba watoto wetu wanapata malezi kama ambavyo sisi wazazi tunawalea nyumbani. Naamini mmeongea mengi, mmewasikiza watoto wetu, watoto wetu mengi, na mmewapata ninyi walimu, lakini na wadhamini wetu mimewapata nimemwona hapa wa Amana Bank alivyotoa maelezo yake kuhusiana na akaunti maalum to <coughs> <coughs> <coughs> ya waore. Kwa kweli mapongezi sana kwa kujali watoto wetu, munikiwapa mwakilishi bungeni ambaye inawakilisha jumuiya ya umoja wa wazazi Tanzania. Jumuiya yetu inasimamia malezi na maadili ikiwemo swala zima la elimu. Kwa hiyo hapa ni, ni sehemu mwafaka kwa haya yote ambayo mmeyazungumza, na nitaendelea kuishauri na kuisisitiza serikali iweze kutunga sera ya malezi ya taifa kwa watoto na vijana. Hiyo kazi nitaiendeleza, kazi mingumu wataamjali wangu katika uya Muungano Tanzania nimeambiwa, <coughs> kuna sheria nyingi, najua nami ningie nasipitisha pale za kuwalinda watoto na makundi maalum mamo, lakini bado mimi binafsi yangu nahitaji sera ya malezi ya taifa kwa watoto na vijana. Kwa nini nasisitiza hilo jambo kwa serikali? Kwa sababu malezi hayahusishi watoto wadogo peke yao malezi ni ya taifa zima, kuanzia mtoto anazaliwa mpaka anafika chuo kikuu, ni malezi bado. Lakini pia inaishukuru serikali kwa namna inavyokuwa sikivu kwa mambo ambayo inajaribu kuyaomba pale bungeni, mojawapo ikiwa ni kuanzisha masomo ya maadili na uzalimu na uraia kuanzia shule za msingi jabo hio wamefanya kazi, naamini sasa katika mitaala kuna mambo kama hayo yanaletwa, kwa sababu kama huyamwangaa mtoto mdogo akajua sisi bara la Afrika, tamaduni zetu zikoje, mazingira ya maisha yetu yakoje, sio rahisi kufika chuo kikuu kaanza kumwambia mtu uzaidi wakakuelewa. Lakini tukianza na watoto wadogo hawa ambao ni watoto wetu wadogo kabisa kawaambia nini maana ya kuipenda nchi yako, nini maana wa ya kuheshimu watu wakubwa waezako pamoja na mizako wadogo wa na mambo mengine yanayosea na mali, na kuwafundisha namna gani ya kujikinga dhidi ya ukatili wa watoto. Naamini kabisa miaka ijayo watoto wetu wanaofuata hawa liokosaidi atakuna wazazi baadaye, baada ya kuwafundisha sisi namna gani ya kujikinga Eh, na changamoto iliyopo duniani sasa ya ukatili watoto, wakiweza kujilinda wao wenyewe kusaidia na walimu na wa wazazi, watoto wao wa kesho watakuwa mahiri zaidi na kupinga vitendo vyote vya uhalishaji wake. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mimi kama mzazi na mlezi, na nikiwa mwakilishi wa Umoja wa Wazazi Tanzania ne ambayo inashiriki moja kwa moja kwenye elimu malezi na, na maadili ya watoto hayo inajitahidi kuyasimamia na namini Mwenyezi Mungu ataendelea kumsaidia. Siku ya mtoto wa Afrika kila mwaka tunaikumbuka. Naipenda sana siku hii, kwa sababu inanikumbusha kwamba mtoto wa Afrika bado ana thamani kubwa. Narudia tena maneno hayo, nimetembelea nchi nyingi sana. Watoto wa mabara mengine sio kama hawa mnaoona hapo watoto wa mabara mengine mavazi yao si mazuri, na hii inatokana na ukuzi na ulezi uliopo huko nje ya nchi hizo. Lakini bado naamini kwamba tukishirikiana wazazi na walimu kwenye suala la maadili tutafanikiwa sana, kwa sababu bado tuko katika hali nzuri, na hawa watoto walio wadogo, msingi ndio hasa upewa, msingi imara wa namna gani mavazi yanavaliwa ili kujilinda na kujiheshimu namna gani ya kuongea na mtu mzima, namna gani ya kuheshimiana. Kwa heshima na wenzako mwili mmoja, kwa sababu heshima ndio inamjenga mtu kufanikiwa katika maisha yake, nikiamini hivyo. Lakini uadilifu ni sehemu ya uzalendo, kwa sababu unapokuwa mwadilifu kutakuwa mbadilifu, kuanzia uko kwa shule mpaka unafika chuo na kazini. Na mimi ni imani yangu kubwa na huwa siku zote naiweka kwamba uadilifu ndio msingi wa maisha ya amani, na hiyo sentensi haitoondoka katika maisha yangu, kwa sababu naamini kwamba ninapokuwa mwadilifu kwa jambo lolote sitokuwa na changamoto ya msongamano wa mawazo, kwamba naanza kufikiria sasa hapa nimekosea, nitaanza kufikiria nimekosea hapa, nifanyeje? Kwa hiyo nitaendelea kuwa muongo, nitaendelea kupunguza maadili yangu na mwisho wa siku utakuwa sina amani. Lakini napokuwa mwadilifu kwa walimu, mwadilifu katika masomo, mwadilifu katika kazi inazopewa na walimu na nyumbani, mwadilifu katika maneno yangu ninayoongea, kwamba sisemi uongo, ninazungumza ya maneno yako kwa sahihi, kwa wakati unaotakiwa, naamini sote tutaishi kwa amani. Kwa hiyo mimi niseme tu, nimefarijika sana sana na haya ambayo yamezungumza na nyinyi wa famili wote, nitaenda kuzungumza na wizara ya elimu, lakini wizara ya maendeleo ya jamii, namna gani tuone kila mwaka tunaongeza budget kwa wakati kwa ajili wa ya watoto wetu. Hili ni jambo nzuri sana na kauli hii nimeipenda, kwa sababu huwa mara nyingi nasitiza pale bungeni budget haitoshi kwa ajili ya maendeleo ya watoto wetu. Kwa hiyo sasa hili nimelipata na mimi nitalipigia bango nikifika kule nitaambia, tuna- tunachangia sasa hivi bajeti kuu ambayo nitaitazama vizuri nione sasa. Na hii imenikumbusha nitaenda kuangalia pale vizuri, japokuwa Mheshimiwa mguu ametusomea yote pale, lakini ni kitabu nacho nitaenda kuangalia, nipige jicho la ziada nione kuna nini kwenye watoto na suala la elimu. Na nikiona hii, basi mtaniona bungeni nimesimama ni wasemee kwa namna hiyo, ai sike muda mrefu sana. Najua mmekaa muda mrefu sana mmejadili mambo mengi mazuri sana, lakini nasema kwamba kwa kazi Mwenyezi Mungu atanojalia, nitashirikiana na wenzangu kuhakikisha kwa kwamba haki za watoto za msingi lazima nizipiganie kadri ya uwezo wangu. Baada ya kusema hayo, nafikiri nimesema kwa ufupi, lakini nimesema mimi kimazito, na naamini nitachukua kama ambavyo nimezungumza, naamini na wa ahadi yangu ambayo nimetoa ya kufikisha ujumbe wenu kwa wizara husika, lakini pia na wizara ya fedha. Maana kwa wizara nyingine nitakutana naye kama timu yake, ili in, in, nimweleze jambo hili ambayo lifanya ndeo zuri sana na yeye ye, nione anajibu nini, na mimi nitarudi kwenu kuambia majibu hayo, na ninyi wenyewe mnaweza mkaona kwenye TV kama nitaweza kupata fursa hiyo, niweze kuliwasilisha ndani ya bunge, ili niweze kutoka kama ambavyo imetamani mtoke. <coughs> Baada ya kusima hayo, niwashukuru tena kwa mara nyingine ndugu zangu wa Pink Hijab Initiative Foundation Amana Bank, na wote wengine ambao wamedhamini jambo hili, niwaombe kwa Mwenyezi Mungu awaendeleze na mwinguu. Najua hii ni kazi ngumu, sio rahisi sana, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atawajalia mtaweza na kushirikiana na mimi pia. Kila mtapoona kwamba mnanihitaji, nikipata nafasi, basi naomba na mimi nishirikishe, kwa sababu tuweze kuisogeza mbele gurudumu letu kwa ajili ya watoto wetu.